Tanzania yetu niyo nchi ya kusifiwa kwa moyo wa wananchi kujitolea na kuja kuchimba msingi. Yote hii inaonyesha kwamba hiki kituo sasa baada ya kujengwa ni cha kwenu, sio cha serikali tena, nyie ndio wamiliki wa kituo chenyewe. Hivyo basi kwa moyo huo naomba tuendelee hivyo ili tuweze kumaliza kituo chetu salama na tuweze kumaliza kwa gharama ile ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea sisi wana Urambo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kujenga vituo vya afya katika halmashauri yetu, lakini na kwa nchi nzima. Kama mnavyojua, tulikuwa na vituo vya afya vichache sana, lakini sasa hivi hiki ni kituo cha afya cha saba kwa halmashauri ya wilaya ya Urambo. Kwa hiyo kadri tutakavyokuwa tunajitolea na Mheshimiwa Rais anaendelea kuleta vituo vingine lakini kwa halmashauri yetu ya Urambo uh, hivi vituo vya afya vitakwenda kusaidia sana kufanya huduma ya wananchi kuwa karibu zaidi. Hapa sasa hivi mama mjamzito badala ya kukimbizwa wilayani atakuwa anapata huduma zote hapa, na kituo hiki kikikamilika, huduma zote za afya zitakuwa zinapatikana hapa na madaktari pia tutawaleta. Basi mimi niwashukuru sana wananchi lakini pia ni mshukuru mkuu wa wilaya kwa ushirikiano anaotupa. Ni mshukuru afisa tarafa amekuja hapa kumwakilisha mkuu wa wilaya, kwa maana ya kazi hii tuliofanya leo ya kuchimba msingi. Lakini hii kazi ni endelevu, na kesho naomba tuje tena, ili tuanze kuweka ile bezi ya chini. Kwa hiyo naomba tujitokeze kwa moyo huu huu, ili tuweze kupambana, kituo chetu kianze kufanya kazi mwezi wa kumi na mbili. Ko oh, kuanzia leo matirio yataendelea kushuka hapa na kesho mengine yataendelea kushuka kokoto, kila kitu kitashuka hapa. Kikisha shuka, kazi yetu ni kuendelea kujenga. Tunayo furaha kubwa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa milioni mia mbili hamsini kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya hasa kwa ajili ya majengo la OPD, vyoo pamoja na kichomea taka. Sisi tunayo furaha kubwa kwa sababu huduma hizi tulikuwa tunazipata mbali kilomita kumi na tano, ambapo ni Ussoke mjini. Kwa hiyo huduma za kiafya kwetu zilikuwa ni ngumu mno. E, tunashukuru sana ofisi ya mkurugenzi lakini ni pamoja na mkuu wa wilaya nzima ya Urambo. Tunawashukuru, ni kwamba wamekuwa wanapambana kuhakikisha kwanza. Tulivyoanza kutafuta eneo hili kulikuwa na changamoto kubwa ya kupata eneo, lakini walikuwa pamoja na sisi kwa ajili ya kutafuta eneo na baadaye likawa limepatikana. Kwa kweli tunawashukuru kwa sababu tumekuwa nao bega kwa bega katika kushiriki kuhakikisha kwamba zoezi no hili linaanza mwanzo na kufikia mwisho. Uh, ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi tutahakikisha kwamba kituo hiki cha afya kinajengwa kwa viwango ambavyo vimekusudiwa na Mheshimiwa Rais na kwa mujibu wa sheria, taratibu, kanuni na miongozo yote ya ujenzi wa vituo vya afya lakini pia tahakikisha eh, materials zote ambazo zinatumika hapa zinabaki hapa. Kwa hiyo hatutakuwa tayari kuona kwamba, eh, za nondo au simenti au tofali au bati au msumari hata mmoja unaibiwa kutoka katika kituo hiki cha afya. Lakini pia, pia tashirikiana na wananchi wa kata hii ya Ugalla ambao tumeanza kushirikiana nao na ni wananchi ambao wanatoa ushirikiano mzuri tangu ambapo tumeanza kusafisha eneo hili wananchi hao wamejitolea kwa kiwango kikubwa sana, wamesafisha eneo, wamechimba visiki, wamekata magogo yote, lakini pia wamekuja leo kwa ajili ya kuchimba msingi na tumeshirikiana nao katika uchimbaji wa msingi huu, na ziko kazi nyingine ambazo ziko mbele yetu zinaendelea, ambazo tutashirikiana nao kwa pamoja kuhakikisha uh, tangu mwanzo wa kituo hiki mpaka mwisho wa kituo hiki kitakapokamilika kwa viwango vya kiserikali lakini pia e, nisisitize wananchi kwamba kwa ratiba ambazo tunapewa na watendaji wetu wa vijiji vyetu, kutoka kwa mtendaji wa kata hii ya Ugalla, tuzifate ratiba hizo na tujitokeze kwa wingi, ili kusudi tuweze kukamilisha mapema zile kazi ambazo ni nguvu zetu za wananchi.